Sema ni mimba ya Shetani. Shetani. Shetani. Kuna batumishi ndani ya kanisa banatongozana banachasala mamimba. Kuna batu balikuwa ndani ya kanisa banakia kulokana, umuulize mwenye pembeni ile mimba ni mimba ya nani? Haitawezekana mwenye kuwa na mimba ya Roho Mtakatifu na abakie na ile ile tabia ya asili, apana. Ulikuwa unapenda kula nyama, ulikuwa unapenda kula ngazi, haujakuwa na mimba. Lakini utakapokuwa na mimba, chenye ulikuwa unakipenda utaanza kukiona, unaanza ku. Mimi nasema naona shiriki tena, ile shiriki tena. Mimi nasema mimba ipende kuza kwa tumbo lako, ase hii e yangu, mimba hii ni ya Roho Mtakatifu au ni ya Shetani? Haleluya. Amulize mimba yako ni mimba ya nani, uko nayo. Maria alichukua neema. Neema ambayo Maria alipata ilikuwa ni ya kupata nini? Mimba, mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Aliye na mimba ya Roho Mtakatifu lazima mwendo wake utabadilika. Lakini angalia ya mwenendo wako Angalia masemi yako, ukifanya kasirani unaingia, kuna siri. Roho Mtakatifu gani uliye naye? Mimba gani uliyo nayo? Kuna wengine wanakuja hapa hawatajali, wengine wanakuja hapa wako katika manasiri, wengine wanakuja hapa, tabia ya asili haishi. Ulikuwa una mimba ya Roho Mtakatifu, uko mzinifu lakini mpaka leo wengine wanasini na ndani ya kanisa, mwenendo ubadirike. Aliye na mimba, aliye na mimba, mwenendo wake unapaswa badirika. Watu watamwona na watasema huyu mwenendo wake unabadirika. Mwenendo unabadirikaga, ni huyu mwenu, ni matendo, ni tabia, ni komportema aliye na mimba ya Roho Mtakatifu lazima hali yake ya kuishi ibadilike. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini aliye na roho na mimba ya roho wa Shetani, kile kile alikuwa anakifanya, alikuwa na mimba na anakuwa na mimba iko anaendelea kukifanya. Usishangae, ile mimba haina ya Roho Mtakatifu, labda ni ya roho mtakafucho labda ni ya shetani. Shetani, shetani amechaza watu wengi mimba na sisi watumishi ametujaza mamimba. Na utajua mtumishi ambaye amechezwa mimba na shetani. Kwanza haishi, anachokifundisha anachokisema ni kingine na anachokitenda ni kingine. Hana uoga wa zambi, hana mtu wa bizila. Mtumishi wa Mungu Mukri wake hakuna Ukristo usiyokuwa na bizila. Kuko kitu kenye tulikuwa tunapenda, labda ni usinifu, lakini ukishakuwa Mkristo, Ukristo lazima mimbe nyoko nayo. Hata unaona kio kile kinajileta, unasema tu huyo si wangu, niko e, na wangu haleluya. Batakuuliza na munjia yeye, unakuwa nakuae, unakuwa unajivunisha